Habari gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Oktoba 25 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa kwa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza na gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele, inaanza na habari inayosema mahakama yatupa shauri la polepole pole. Hiyo ni habari ukurasa wa mbele wa gazeti laku la Mwananchi, inasema mahakama yatupa shauri la polepole, lakini Lisu aomba dhamana mahakama, mahakama ya mkatalia na raisi Samia, tutalinda muungano kukuza uchumi. Ni habari ukurasa wa mbele kwenye gazeti laku la Mwananchi. Mikoa hii ijiandae kwa mvua kubwa siku mbili e, si e, hiyo ni taarifa kutoka TMA Tanzania lakini bado kuna habari inayosema Lissu jamhuri walivyotambiana kesi ya uhaini lakini bodi ya mikopo HESLB yatoa shilingi eh, bilioni 425.5 kwa wanafunzi eh, laki 135 wa elimu ya juu lakini mahakama eh, yakataa kusimamisha usikilizwaji shauri la kina Heche. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la mwananchi ukurasa wa mbele lakini watu wasiojulikana wachoma nyumba ya polisi Songwe. watu wasiojulikana wachoma nyumba ya polisi Songwe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa e, kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, lenyewe linaanza na habari kubwa inayosema wakili kufungua kesi kupinga tozo darajani huyu e, ni wakili kufungua kesi kupinga tozo darajani. Lakini wenye ulemavu wajane watoa wa ujumbe, wa wa ujumbe wa amani. Lakini wagombea urais wapigana vikumbo au e, ni wagombea urais nchini Tanzania wapigana vikumbo, na Samia ahidi mambo tisa kudumisha muungano e, NLD na AAFP wapinga maandamano wakitaka amani, cha umma yaahidi kukuza hadhi ya bunge hiyo bari ni habari kwenye gazeti lakula Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema shahidi chanzo kesi ya Lissu kuahirishwa, e shahidi ni chanzo kesi ya Lissu kuahirishwa. Lakini kigoda cha Mwalimu Nyerere chatoa maazimio saba. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lakula Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Leo lenye linaandika wakili adai kortini Sonko alimtishia, e wakili adai kortini Sonko alimtishia hilo ni gazeti laku la Taifa Leo asubuhi. E, linaandika nani ameiva e, kati wagombe ya wagombea hawa e, nani ameiva kuvaa kiatu cha Raila Odinga, lakini Maraga ahidi ku, kuiga Magufuli, interneti ya zimwa Kameroni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Leo ukurasa wa mbele, lakini gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Tarura Ruvuma kutekeleza miradi ya bilioni 22 bili kwa mwaka e 2026 Ntaru la e, Ruvuma e, kutekeleza miradi ya bilioni 22 kwa mwaka 2025-2026. Lakini mradi wa Taza kufungua soko jipya la biashara umeme Afrika. Mradi wa Taza kufungua biashara mpya soko la umeme e, biashara Afrika. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwanahabari ni Samia, Kapigeni kura bila hofu mnalindwa. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan anasema Kapigeni kura bila hofu mnalindwa, lakini moja ya la sharti la haki za binadamu ni kutowazuia wengine kupata haki yao ya kikatiba. Wasira asema moja ya sharti la haki za kibinadamu ni kutokuwazuia wengine kupata haki yao ya kikatiba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenye asubuhi ya leo natuhabarisha, asema Wasira, haki za binadamu haziruhusu kuzuia wengine kwenda kupiga kura. Huyo ni Steven Wasira asema haki za binadamu haziruhusu wengine kuzuiliwa kwenda kupiga kura. Lakini NMB na PLC yaorodheshwa moja ya mabenki ya 40 bora barani Afrika. Lakini Samia wa Tanzania, twendeni tukapige kura. Huyo ni Rais samia Suluhu Hassan asema wa Tanzania twendeni tukapige kura, hawataka wajitokeze kwa wingi, asisitiza amani na utulivu kila pembe ya nchi, lakini asema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kudhibiti kila aina ya chokochoko choko siku ya kupiga kura. Lakini Dr Mwinyi hautabiri ushindi mnono kwa CCM huku akieleza sababu lukuki. Lakini Waziri Kombo akutana na mkuu wa misheni ya uangalizi wa uchaguzi ya Umoja wa Mataifa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa wa mbele linaandika heshimu haki ya kupiga kura. Huyo ni Muliro asema heshimu haki ya kupiga kura na Oktoba 29. E, tutawaumbua wahuni wanaotishia amani. E, Oktoba 26 tutawaumbua wahuni wanaotishia amani lakini. E, Dodoma waombea uchaguzi mkuu taifa. Dr Samia, maendeleo yamtafikia kila mtu. E, Dr Samia sema maendeleo yatamfikia kila mtu. Na Dr Shein, hakuna mbadala wa muungano. Rais aidhinisha Jumatano Oktoba 29 rasmi kuwa ni siku ya mapumziko e, Rais Samia Suluhu Hasani aidhinisha Jumatano Oktoba 29 rasmi kuwa ni mapumziko. Hilo ni gazeti lako la uwelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe asubuhi ya leo linaandika sisem inaheshimu haki za binadamu. Huyo ni Steven Wasira, habari inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini Dr. Samia ahimiza upigaji kura Oktoba 29 na kishindo cha Dr. Nchimbi Ukerewe. Lakini bado kuna habari inasema ichagueni sisi huyo ni Dr. Mwenyi atoa uh, ushauri kwa Watanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo lenye limetuandikia habari uh, e, inasema uh, Saidi Sudi aonya mhemko ya kisiasa. Lakini Dr. Samia tutaendelea kudumisha muungano. Huyo ni Dr. Samia asema tutaendelea kudumisha muungano. Lakini apongeza Dr. Mwenyi kuimarisha uchumi. Mufti awahimiza Waislamu kushiriki uchaguzi. Tumejipanga kulinda amani, CP Kombo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lenye linaandika hofu ya tanda, Rais Samia aonya wadau, watahadharisha njia tunayopita. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi. Lakini Lisu na kuja utata mtupu ndani ya gazeti lako la Mwanahabari, lakini habari kubwa ni hofu ya Tanda, Rais Samia aonya wadau watahadharisha wataadharisha njia tunayopitia. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi, lakini kwenye gazeti lako la Nuru lenyewe limeandika eh, kapigeni kura kwa salama. Gazeti la Nuru linaandika kapigeni kura kwa salama, tuzingatie darsa kura eh, tatu 1958 lakini madina yasaidia wagonjwa Ocean Road, watoto zaidi e, ya laki sita na wanakosa masomo eh, huko Gaza. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Anuru eh, sauti ya wa waislamu kwa asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako la tumaini letu lenye linaandika habari inayosema rais teki anika mchakato wa Nyerere kuwa mtakatifu, eh, rais wa teki anika mchakato wa Nyerere kuwa mtakatifu. Lakini askofu Rwaiche wa Kristo, msiwe jalala la shetani. Askofu Musomba apiga utumwa maomboleo hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la tumaini letu ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, e, tuangazie sasa kwenye michezo e, na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la uelekeo lenye linatuandikia e, Azam FC yatinga makundi kafu e, yamtandika mtu goli za kutosha e, lakini yanga leo tutamshambulia mwanzo mwisho, wachezaji waahidi kupambana kufikia malengo lakini kimataifa wa idadi ya mtangaza rasmi Ziyech. Lakini kwenye gazeti la Kula wa Machinga na ndika Azam ya weka historia Afrika ya tinga makundi. Yanga leo Simba Singida Black Stars kesho. Dr. Migiro Raia Samia, Rais Samia eh, wana michezo damdam. Huyo ni Dr. Migiro wasema Rais Samia ni mwanamichezo damdam. Lakini michezo ya 18 TPA 2025 ya yafungwa rasmi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Kula wa Machinga. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenyewe linaandika, Yanga kujiuliza kwa strika leo. Simba ya ita mashabiki kuona mauaji kesho. Azam yatinga makundi shirikisho Afrika kibabe. Lakini TPA yafunga michezo 18 ya bandari 2025. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Mwanahabari, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Mwanaspoti, gazeti la michezo eh, linaandika Mwameja Manula bab kubwa anastahili Tanzania wani. Huyo ni mwameja asema Manula ni bab kubwa anastahili kuwa Tanzania wani. Lakini mavituzi ya Pantevu Simba ya Mkosha Brazil. E, mavituzi ya Pantevu Simba ya Mkosha Brazil. Jobu wa waita mashabiki kwa Mkapa. E, e, jobu wa waita mashabiki kwa Mkapa. Lakini kimataifa Ronaldo de Lima e, kasalitiwa na watoto wake. E, Ronaldo de Lima kasalitiwa na watoto wake. Lakini kihimbwa akubali mambo magumu ligi kuu. Huyo ni kimbwa akubali mambo magumu ligi kuu. Na KMKM yapigwa goli tisa na Azam FC ikitinga makundi e, hiyo ni goli saba na goli mbili ni goli tisa e, katika hatua moja. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini alikamwe asema mageti ya kwa mkapa